Waziri wa Afya Aden Duale sasa anataka bunge lirejeshe mgao wa shilingi milioni 680 kwa Chuo cha Mafunzo ya Matibabu cha Kenya KMTC ke baada ya fedha hizo kufutiliwa mbali kwenye bajeti ya sasa. Wizara ya Afya pia ilihoji kwa nini wanafunzi wa KMTC hawapati mikopo kutoka kwa help kama wanafunzi wengine wa taasisi za elimu ya juu. Akizungumza mbele ya kamati ya bunge ya afya, Duale pia aliomba kamati kuidhinisha nyongeza ya shilingi bilioni 22.7 ili kuimarisha mifumo ya afya na kupanua mafunzo kote nchini. Waziri huyo alisisitiza umuhimu wa kuunga mkono taasisi kama ile ya kitaifa ya afya ya umma, baraza la maafisa ya kliniki na baraza la kudhibiti madaktari akisema zinachangia kwa kiwango kikubwa katika kudumisha viwango vya huduma za afya nchini. Cabinet, because I supported it. And the reason for this merger, uh, is because of duplication and roles. In fact, that's... Hadi kufikia sasa wizara ya afya imetengewa shilingi bilioni 204, katika mwaka huu wa fedha, ongezeko kutoka shilingi bilioni 127, katika bajeti ya mwaka uliopita. Lakini kwa mujibu wa Duale, kiwango hicho bado hakitoshi kutimiza ajenda ya huduma za afya kwa wote nchini Kenya. Unisomolo, runinga K24.